Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi, tuna dati na tuna udati. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa na kwa mantiki hiyo tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yaani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala yaani BRT 2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja, jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia imeharibiwa na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa ratra, wadau wa ratra na watumishi wa ratra, ama ra mtendaji, e, mkuu wa ratra kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili aweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi, na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road na kwa hii njia nyingine ambayo nimehitaja hapo awali. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi, tuna dati na tuna udati. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo, tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1 na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja, jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia ameharibiwa na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa RATRA wadau wa RATRA na watumishi wa RATRA ama ma, ra, m, e, mtendaji mkuu wa RATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili aweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi, na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1 yani ya Morogoro Road na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi, tuna dati na tuna udati. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT 1 na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala yani BRT 2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja, jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia ameharibiwa, na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa ratra, wadau wa ratra na watumishi wa ratra ama ma ra e, mtendaji mkuu wa ratra kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili aweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi, na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1 yani ya Morogoro Road na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali.